Mtazamaji, wa Simamia TV, tupo bado, tupo katika wilaya ya Bukoba na hapa ni Chetema. Niko na wenyeji, mimi ni Mwafrika, wataniambia iko Chetema, ni kijiji, mtaa, kata au ni kitu gani? mambo vipi, salama <todicombe> kabisa <mbe. todicombe> Wesh, oh, Bo, a, tuko vizuri au Na?

Mimi ni mkazi wa mazingira haya hapa Chetema, si, si. Uh, inapatikana Bukoba Kata vijijini, kata Kemondo, Kemondo sawa. Tuko hapa sisi, tunafahamu kwanza kitu gani kinapatikana hapa yani cha ambacho, uh, sehemu nyingine ya kitu, yaani hapa labda, mm, yaani kuna ndizi, kuna mashasha mm. Eh, yani mashasha mm che ni mashasha, lakini ukisema kwa Kiswahili ni maumivu, lakini ya ratibu, sababu kiufupi e, mashasha, mashasha vingi ndo maumivu e, yani, ukisema ya ni mashasha kwa Kiswahili ni maumivu kiufupi, mashasha. Yani bado ni dawananii kisukali kasonde maumivuamapapu Eh, yanasaidia kutibu huko na maumivu ya mapafu tena. Eh? Maumivu ya mapafu. Sasa unadanganya. Sema, yani sikia, nimekuelewa. Eh. Wana nombeke. Ni mbona kuna gibiao kama sehemu iliyoandikwa Katerero? Katerero. Eh, mbona kwanza? Katerero. Eh, unajua? Eh. Sisi hapa aha, hio hicho hapo hicho hapo ni eh. Katerero ni sehemu gani hiyo? Nikata kijiji au yani, yeah, Katerero ni jina la mtaa mm, ambao ukitoa kitemo unaingia Katerero ambao unapatikana Bukoba, unapatikana mm, Bukoba vijijini mm, eh yeah, ndio unapatikana Katerero. Maana Katerero ni, ni kiruga au ni Katerero ni neno, Katerero ni kiruga cha Kiaya maana yake, maana yake ni jina ambalo linapatikana kwenye mtaa fulani Ah wale, jina linalopatikana mtaa fulani Katere. Leo sisi tukiangalia mitandaoni, Katere wataanza kuwaza vitu vyao kichwani, maana yake ni mtaa, ndio so, yeah. una maana sasa mm. unajua mm. point ni moja na ni mtaa ni moja. Niambie maana yake sasa. Maana yake kuna tafsida, unaficha maneno. Mwanzo nimesemaje? Katerero ni mm. jina ambalo limepewa na mtaa fulani, mm. yeah, na, nataka neno maana yake Katerero. Maana yake kwa Kiswahili ni kwamba mtakuja. Mtakuja hey, kwa Kiswahili. Ngoja hey. <laughs> hey. Hey, nije na mwingine. Wana man angusha angusha sana. Na kucheza.

Sawa. Uh, ni vitu gani ambavyo hapa vipo? Okay. Eh, kwanza unafanya unajishughulisha na shughuli yako. Ni bodaboda mzuri sana afisa usafirishaji. Afisa usafirishaji mzuri sana. Ni bodaboda au ni afisa? Afisa usafirishaji. Tuna na hilo la afisa ni ni bodaboda lakini mimi mm, mwenyewe tunajiita afisa usafirishaji. Umejipa eh, cheo. Cheo ni kizuri sana. Sawa. Um, mm. Eh, hapa tupo kuna sehemu unaona kuna kibaki bandiko Katerero. Mimi nataka nijie kwa Katerero. Eh <muchas> e la Kiruga na kama wa Kiruga ina maana gani kwa Kiswahili? Ah, Katerero, maana yetu sisi wa Katerero Leo unapigwa inapigwaje eh, kama eh. ngoma au? Yaani wewe uh, ukitaka kujifunza mm. tafuta mwanamke wa Bukoba huku umwambie nataka katerero. Mm. E, katerero, katerero. Mm. <laughs> Sa, eh utampiga katerero atakupata katerero. Vizuri sana atapata hapo. Mtazamaji umeelewa? Sasa eh labda kwa upande wako pia changamoto ambazo unakutana nazo kwenye kazi yako ya bodaboda na labda pia eh, fursa au pia faida unayopata ni ipi? Ah mimi namshukuru Mungu kidogo inshallah. <laughs> Mimi namshukuru Mungu kidogo <laughs>

Tanzania namba wani, kama kawaida. Wewe ni mzalendo halisi yani, kama kawaida. majina yako natonani? Naitwa Hamisi Sadiki. ni mkazi wa wapi? ni mkazi wa hapa a, hapa Katerero. Labda hapa unajishughulisha na shughuli gani? mimi ni boda boda, pia natubanda hapo bodaboda. Aka afisa usafirishaji au afisa usafirishaji aka, boda, boda. Yaani wote ni sawa tu, wote ni changamoto ya kutana nazo kwenye kazi yako. Na unawezaje kumudu kufanya hiyo kazi ya usafirishaji wa bodaboda -boda, na kuwa na kibanda chako? Vikwazo ni vingi, vikwazo ni vingi uweze ukaviepuka hmm. na kama unavyojua utafutaji hmm. kama unavyojua utafutaji hmm. E, kwa hiyo hali halisi inayojitokeza unaweza wewe mwenyewe tokana hmm. na jinsi ulivyo. Na hapa tuko kuna kibao, mimi bado nitaendelea kukuuliza na wewe. Kimeandikwa Katerero. Na sehemu nyingi wakisikia neno huwa wanatafsiri wanavyoelewa. Na sehemu nyingi utasikia kuna Katerero, sijui kupiga Katerero, maana watu hawaelewi ni vitu gani, lakini Katerero ni mji. Hata nikipiga picha pale niko kwenye ile bango, watu wanasema eh, tayari Katerero. Kwanza ni kitu gani? Ni sehemu, lakini pia labda ina maana gani? Na wewe unaielewa vipi? Okay, sisi kwa kuzaliwa kwetu umeikuta hilo neno jina Katerero hmm. Lakini Katerero ni kitu ambacho kuja kufumbua sisi kama sisi hmm. ilikuwepo gulio, yani sehemu za Katerero ilikuwa ni gulio kubwa hmm. kupita magulio mengine umeona hmm. hmm. kwa hiyo ndio likapewa jina la Katerero. Kija kufuatilia zaidi, hata miziki ya Saida huyu hmm. anaeongelea sana Katerero umeona hmm. Katerero sisi huku ni kwa kiluga hmm. lakini kwa Kiswahili ni kapigio, kapigio, kapigio hmm. yeah na kwa hiyo hata wale wanaosemaga kupiga yani wametoa neno kwenye kapigio e ya, kapigio ndiyo Kiswahili chake. Kuna wao wanapiga, ndio hivyo wanapiga vitu gani? Sababu kila mmoja. Sawa, neno moja kwa mtazamaji, lakini pia kwa viongozi, kutokana na mazingira ya hapa yaliyopo, labda unaonaje, unawapongeza au kuna kitu unatamani kiongezeke? Mimi la viongozi mimi nawapongeza mpaka sasa walipofikia hmm. Kwa nguvu ya Mama Samia tunaiona mpaka sasa hivi, na tunamshukuru sana mkuu wa mkoa mambo tunayaona. Inshallah mambo mengine ataendelea. Sawa, habari zako? Kwa majina yako, kwa jina? Ninaitwa Hamisi Sadiki toka hapa Ketema Center. Ah, shukrani sana kaka, nashukuru. Uko vizuri? Ah, DJ uko live eh. Oh, oh, ah, mimi naumwa. Unaumwa eh, na ndio maji. Huyu anasema anaumwa. yeah, yeah, yeah. anaumwa na ajala E, sasa mtazamaji, mtazamaji natoka kuzungumza na e, watu wawili watatu kutokea hapa Chetema na sana so sana, nataka niwaulize maana ya Katerero, na kwa sababu hii Chetema kina, inapakana na Katerero. Kwa hiyo wametoa maana yao wanavyoelewa na mtazamaji, naweza kushusha komenti yako, unazungumziaje na unaelewa vipi ukisikia neno Katerero? Lakini Katerero ni eneo na lipo linapatikana katika e, e, wilaya ya Bukoba vijijini kwenye jimbo la e, mbunge Rweikiza. Mimi ni Mwafrika nyuma kamera yupo anje. mm -hmm. Turipoti kutoka mkoa wa Kagera hapa wilayani Bukoba, ndio e, hivyo Simamia TV e, sisi ni mm -hmm. wa popote